Migogoro ya ardhi katika manispaa ya Mtwara Mikindani imeendelea kuwa tishio kwa upatikanaji wa makazi ya kudumu kwa wananchi, jambo wanalodai linahitaji msukumo wa ziada kutoka baraza la madiwani wa halmashauri hiyo katika kulipatia ufumbuzi. Taarifa ya Adam Malima kutoka Mtwara inafafanua zaidi. Mji Mwema na Tangrani ni baadhi ya maeneo ambayo yamekumbwa na migogoro ya ardhi, na hii ni kutokana na uwepo wa gesi na ukuaji wa mji, hivyo kufanya baadhi ya maeneo kuwa ya uwekezaji hali ambayo inasababisha baadhi ya wakazi kulalamika kuporo walizi zao bila nyumba imebomoka, na la kwenye mwembe sina shamba. mananasi yote wameng'oa watu leo, kuna kuja mpaka sasa hivi wanakata mimea ambayo niloipanda, nikiulize sema kwamba hili ni eneo letu. Sasa eneo hili wao walilipata wapi? wakati mpaka upo eneo inaonyesha kwamba sisi tunataka tuzulumiwe. Tangu muda huo, miaka na miaka tunalima hapa, tuna, tuna wazee wetu wa, wengine wamefariki, wametuacha sisi watoto wao tumeona bora tulifuatilie tuelewe. watoto wangu ninapata na tabu, hakuna chakula, hakuna pakulala, nyumba inanibomokea, nipo hivi hivi. Kutokana na migogoro hiyo, madiwani wa halmashauri hiyo ambao wamekula viapo vya kuwatumikia wananchi, hivi karibuni wamesema vipaumbele vyao katika utekelezaji wa majukumu yao ni pamoja na kukabiliana na migogoro ya ardhi, kutokana na hii kasi kubwa ya gesi, mji kutanuka kwa ukubwa zaidi kwa sasa. Ili ni swala ambalo linahitaji utashi katika manispaa yetu ya Mtwara tuna changamoto nyingi sana zikihusisha changamoto za ardhi, na sisi kama baraza la madiwani tumejipanga kuanza nalo hilo sababu, leo hii mtu mmoja anamiliki viwanja zaidi ya vinane. Wakati vingekuwa vimegawiwa vile viwanja kwa watu wenye haja ya kujenga, ingekuwa sasa hivi kule mji mwema kumeshaendelezwa, na ingekuwa tayari na watu wale wamelipwa zile haki zao. Migogoro ya ardhi ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani inahitaji msukumo wa ziada kuipatia ufumbuzi kutokana na kukua kwa kasi na kuongezeka kwa mahitaji ya ardhi kwa ajili ya makazi na shughuli zingine za kimaendeleo. Kutoka Mtwara, Adam Marima, Channel 10.